Walimu wakuu wa shule za msingi Mazimbu A na B manispaa Morogoro wameiomba serikali kuona umuhimu wa kuwajengea uzio shuleni hapo ili kuwaepusha wanafunzi na athari za ajali zinazotokana na vyombo vya moto kupita kwenye eneo hilo, wanafunzi kuibiwa mabegi na upungufu wa usalama wa wanafunzi wawapo shuleni. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mazimbu B Asteria Sichalwe na mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mazimbu A Anitha Nathan wanaeleza changamoto wanazokumbana nazo wanafunzi na walimu shuleni hapo kutokana na ukosefu wa uzio. Jambo kubwa sasa hivi kipaumbele chetu ni uzio. Kwa nini uzio? Uzio kwa sababu ya kuhepusha athari ambazo watoto wanaweza kuzipata, hasa vyombo vya moto. Vyombo vya moto kama pikipiki, bajaji, baiskeli wanaweza kupita wakati mwalimu anafundisha, pikipiki inapita, inaondoa usikivu kidogo. Lakini kama tukiwa na uzio, tutakuwa tumedhibiti pikipiki, tumedhibiti bajaji, tumedhibiti baiskeli, na utulivu katika ujifunzaji na uemeshaji utakuwa ni mzuri sana. Kwa hiyo kipaumbele sasa hivi tunalia na uzio wa shule, na tutaanza kidogo kidogo, na tunamuomba Mungu sana tuweze kupata wadau mbalimbali waweze ya ujenzi wa uzio wa shule ya msingi Mazimbu. Sasa mtoto anaweza, hapa ni mahali watoto kucheza, anaweza kawa anapita, hajui kwamba kuna pikipiki inapita. Kwa hiyo akapata ajali na tumepata ajali nyingi tu. Hivyo basi tukipata uzio tutaepusha ajali. Shida ipo kwa sababu vyombo vya moto vinakatisha shule kitu ambacho ni hatari, na watoto muda wa mapumziko wanacheza nje naweza kaleta shida ya ya ajali mbali na ajali, lakini kuna wizi. Kwa mfano, kwa kipindi kuna mama alitokea, alikuwa anawadanganya watoto kwa pipi akidanganya, kumbe anamchukua mtoto au anabeba mabegi yao, anakwambia njoni kushikie begi, anamtuma dukani, anamdanganya, si unajua watoto ni wadogo, anakwambia kaninunulie hiki na wewe chukua shilingi 200, utanunua kitu chako begi lete ni kushikia, anaondoka naye. Ajali iliwahi kutokea mmoja, lakini ilikwepa mtoto akuzurika, lakini sisi changamoto. Mstahiki Meya wa Manispaa ya Morogoro ambaye pia ni diwani wa kata hiyo mhandisi Pascal Kihanga anasema changamoto hiyo ya uzio inaweza kutatuliwa ikiwa wazazi wa wanafunzi wanaosoma kwenye shule hizo mbili watashirikiana kikamilifu. Mwalimu amezungumzia kwamba kilio chake kikubwa sasa hivi ni uzio. Tukijipanga tunaweza kujenga uzio, tukijipanga tunaweza. Wazazi, mimi naongea na wazazi, siongee na aa wa, wa walimu. Wazazi tukijipanga eh, tunaweza eh, na nyinyi mnakubali tujenge uzio? Mwenyekiti wa kamati ya shule Eh? Anasema huyu ndo msimamizi wetu, lakini sio yeye ndiye atakayejenga. Anasema kwa kweli na yeye anatamani hii shule tujenge uzio, tuanze kule nyuma, kule mbele, kija kupata vihela, twende kidogo kidogo. Hakuna kitu ambacho unaweza ukakianza leo ukakimaliza leo sasa, hili nikuachie uh, mwenyekiti wa kamati ya shule pamoja na wenzio. Shule ya msingi Mazimbu B ni shule ya mkondo iliyotokana na ongezeko la wanafunzi wa shule ya msingi Mazimbu A baada ya kugawanywa hapo mwaka 2008 na kuwa kwenye eneo moja. Kutoka mkoani Morogoro ni mimi Christina Cosmas wa Tandaa Media.